Sema mwanzo kuwa jinsi ya kupanga Rubik Cube hatua ya kwanza ni kuweka msalaba mweupe katika sura ya njano nando msalaba huo hapo unaonekana, au, au ni jumlisha, unaweza kusema pia na hii ndio hatua ya kwanza kupanga Rubik Cube. Na naofuata ni hatua ya pili katika upangaji wa Rubik Cube. Cha kwanza katika kupanga Rubik Cube inahitaji ile sura unaoipanga kwa mda ule hiyo inakuangalia mbele yako kama hivi hapa inavyoonekana. Baada ya hapa nadhani ni hatua ya pili ya kupanga Rubiki cube yetu. Hatua ya pili ya kupanga Rubiki cube, kwa sababu hizi ni kingo nyeupe katika sura ya njano, tunataka hizi kingo nyeupe ziende katika sura nyeupe hiyo. Na tuliongea kuwa ni opposite ya, ya njano chini yake inakuwa ni nyeupe siku zote ipo hivu. Kwa hiyo ili kupata uwiano mzuri tunapanga msalaba, msalaba mweupe katika sura ya njano. Na ndio hapo unaoonekana. Okay, hatua ya pili ya kupanga rubik cube yetu itahitaji tuuishanishe kingo hizi, kingo nyeupe pamoja na vidude vya katikati. Kila rangi yenye kingo nyeupe inaofuata tunauishanisha na vidude vya katikati kama hapa unavyoona, hii sio sahihi sababu tumeshapata kingo nyeupe, lakini pembeni yake kingo inofuata chini yake ni bluu, na vidude vya katikati, kidude chake cha katikati ni kijani. Hivyo itatulazimu tupeleke hii katika sura ya bluu k okay. Tunatafuta sura ya bluu iko wapi? Hii hapa. Okay, tunazungusha mpaka kwenye sura ya bluu hii hapa. Umeona hapa ni nyeupe, bluu, bluu. Hii imeishanisha na vidude vya katikati, katikati, kwa sababu tulisema vidude vya katikati havizunguki. Kwa hiyo natulazimu tuviunganishe vyote. Yani, ni katika kupanga rubik cube ni tunaunda kama foundation. Ni tunaweka msingi kuanzia chini kwenda juu, na msingi wetu upo chini katika sura nyeupe. Hivyo basi tatulazimu sisi tugeuze hii nyuzi mia themanini au utazungusha mara mbili kikawaida, lakini ni nasemaga ni tukizungusha hivi ni tisini, tukizungusha tena mara ya pili ni mia themanini. Kama unavyoona imeshaishanisha kuna sura nyeupe, kingo nyeupe, kingo ya blue, sura ya blue ona. Na hivi ndio tutafanya katika vyote, kingo zote zilizobaki. okay, hii ni kijani, tutaenda katika sura ya kijani hapa tutazungusha tena nyuzi mia themanini. Hii hapa unaona imeshakaa. Okay, hizo pata zote tutafanya hivyo hivyo, na hapa ushaona nyekundu imeshakaa. Hii nyekundu, kitu tunazungusha tu, unaona. Hiyo ndo hatua ya pili katika upangaji wa rubiki cube, tunaoishanisha kingo zote pamoja na sura sura ya hizo kingo unazotaka ku ni, na nilisema kuwa nachukua nyeupe kwa sababu nyeupe ndo rahisi kuona.